Waheshimua viongozi wa famasia na wageni walikwa, nimesikiliza kwa makini maelezo ambayo yametolewa na rais mwenye hara ndogo. Kwa kweli hotuba yako, nadhani mheshimiwa mkuu wa mkoa amelisema vizuri, naona unafaa kweli kutafuta jimbo. kwa hiyo na mimi sitayasema yote, niseme tu kwanza, kwa ujumla kwamba tumeyapokea yote ambayo umeyaeleza, na pamoja na ufafanuzi kidogo tu ambao nitasema na kuyatolea maelekezo. Ganga mkuu wa serikali, nadhani ingekuwa vizuri, kwa sababu ni mengi ushauri wangu ni kwamba muyachukue yote na muyawekee muyaweke mpango kazi wa ya kuyafanyia kazi katu, maana isije kuja mpaka makamu wa rais, mheshimiwa rais au wa waziri mkuu aje ndiyo tufanye haya mazungumzo ko, tuweke utaratibu ambapo haya tumeyapokea, tuyafanyie kazi halafu tuwapelekee mrejesho: moja, mbili, tatu tumefanya hayo. Kwa hiyo la kwanza ambalo ningependa kulisemea ni kuhusu kurugenzi ya dawa. Nakubaliana na pendekezo lililotolewa kuhusu umuhimu wa kuwa na uwakilishi katika uongozi katika ngazi ya wizara na hospitali ambazo zimetajwa, ili kushiriki katika maamuzi ya kiutendaji yanayohusu eneo hili, na tulizungumza njiani na wizara imenihakikishia kwamba ilishakubaliana na pende, pendekezo hili na kwa hiyo ninaitaka Wizara ya Afya mshirikiane na Ofisi ya Rais management ya utumishi wa umma kuharakisha utekelezaji wa pendekezo hili.